Karibu tena katika channel yetu ya Elimika. Leo tumekuletea baadhi ya maswali ambayo wamekutana nayo wasailiwa waliofanya usaili na mainterview a mwezi huu Oktoba nne. Hivyo usisahau kusubscribe, kushare na kucomment kwa kwanza, endapo tutaupload ama kuupdate maswali mengine Yaliyoulizwa kuanzia hivi sasa, pia kuombe kutufolo katika chaneli yetu ya WhatsApp kupitia linki ambayo utaipata katika uwanja wa comment, ili kuweza kupata update za mara kwa mara. Kama tunavyoona katika video yetu, hapo mbele ni maswali ambayo waliulizwa baadhi ya waliofanyiwa usaili tarehe nne kama tunavyoona hapo, taito imeanza na kusema maswali na majibu walioitwa usaili uchaguzi mkuu elfu mbili na ishirini na tano. Swali la kwanza lilikuwa ni jina lako kwa ufupi, yani ujitambulishe, na katika utambulisho huo pia ni vizuri kueleza kwamba wewe ni nani, yani ni sifa zako, maanake ni wasifu wako kama tunavyoona hapo Majibu ambayo yamependekezwa, lakini si lazima yawe ndiyo majibu yako. Cha muhimu ni kupaswa kujua swali hilo liliulizwa, na baada ya hapo unaweza ukatengeneza majibu mazuri zaidi ya haya ambayo tumekuandalia hapo. Na pia swali so la pili limeuliza kwa nini unataka nafasi ya karani msaidizi katika uchaguzi kwa hiyo kwa wale ambao wameomba ukarani swali so hilo limeulizwa na kwa wale ambao pia waliomba nafasi ya msimamizi mkuu pamoja na msimamizi msaidizi wa vituo vya wapiga kura. Kwa hiyo majibu yaliyopendekezwa, nataka kuchangia kuhakikisha uchaguzi ufanyika kwa haki, na nina uzoefu wa usimamizi wa nyaraka na data unaohitajika. Kwa hiyo haya ni majibu ambayo yamependekezwa. Swali la tatu ilikuwa je, unafahamu kuhusu, eh, majukumu ya karani msaidizi katika uchaguzi. Hiyo ni swali mojawapo lililoulizwa pia, lakini kuna swali jingine, anasema kwamba una uzoefu wowote wa kazi zinazohusiana na usimamizi wa nyaraka, kuingiza data au utawala wa ofisini. Hapa amejibu ndio na akaonyesha kwamba Nimefanya kazi za kuandaa na kuhifadhi nyaraka kuzingiza data kwenye kompyuta na kupanga kumbukumbu a kwa usahihi. Kwa ni majibu ambayo tumependekeza lakini, unaweza uh, ukajibu kulingana na uzoefu ambao wewe uko nao pia. Swali la tano lilikuwa, je, umewahi kushughulikia mabadiliko au msongo wa kazi? Uh, jibu hapo ilikuwa ni ndio, lakini kama sio basi pia unaweza kukataa hapana, lakini ndio amesema, kwa kupanga vipaumbele, kusanifu ratiba na kushirikiana na wengine ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati. Na swali la sita, ni hatua gani utachukua kuhakikisha usahihi wa data, usahihi wa data na nyaraka zako? Sema kupitia mara mbili au double check, tumia checklist na kuhakikisha nakala za backup zinapatikana. Je, una ujuzi wa matumizi ya kompyuta? Kwa hiyo kama unao utasema ndio, naweza kutumia Microsoft Office means kwamba unaielewa vizuri Word, Excel pamoja na PowerPoint, na pia asema una uzoefu wa kujifunza programu mpya kwa haraka so, unaweza kufanya kazi kwa muda mrefu au usiku siku ya uchaguzi? Jibu ni ndio, niko tayari kufanya kazi muda wowote inapopatikana kuhakikisha uchaguzi unaenda vizuri. Unaweza kuongezea kulingana na maneno ambayo yatamshawishi yule ambaye anakusahili, unaweza kukupa maksi za kutosha. Swali so, tisa, kwa nini tuchague au tukuchague wewe badala ya mtu mwingine Utaeleza sifa zako, kwa nini wewe. Hapa amesema kwamba ni mwaminifu, nina nidhamu, nina ujuzi usimamizi wa nyaraka, na nina uwezo wa kufanya kazi bila usimamizi mkubwa. Kwa hiyo huyo amejibu me, kulingana na sifa ambayo yeye yuko nayo. Ni ile gani, unaweza kukabiliana na migogoro au watu wasiokubali matokeo ya uchaguzi? Endapo sasa umepitishwa na umesimamia uchaguzi, ila kukatokea migogoro kwamba wapiga kura hawakubaliani na matokeo ambayo yametangazwa. Sasa hapa itategemea wewe huko katika nafasi gani, msimamizi mkuu, msaidizi ama karani. Jibu amesema nitakaa mtulivu, kueleza taratibu kwa upole, na ikiwa hali ni ngumu itaelekeza kwa msimamizi mwenye nyaraka. Hivyo haya ni baadhi ya maswali, na tutakuwa tuna update kadri tutakapokuwa tunayapata. Hii ndio chaneli yetu ya YouTube, lakini hii ni website yetu, kwa unaweza ukaenda Google ukaandika ajira zote, tutapata eh, makala nyingi zinazohusu majina ya walioitwa kwenye usaili, tutapata makala zinazohusu nafasi mpya za kazi pamoja na matokeo ya NECTA. na pia kwa wale ambao wanataka kujiunga nasi WhatsApp, basi wafike katika uwanja wa comment, utapata linki ya ambayo itawapeleka katika wa subchaneli yetu.